Sisi kama wachezaji, maandalizi yameenda vizuri kabisa, naweza kusema maandalizi yameenda kwa asilimia tisini na tisa. Kwa hiyo leo tunakuja kukamilisha asilimia moja ili tuweze kukamilisha asilimia mia moja kwa ajili ya mchezo wa kesho. Kwa hiyo niseme tu kwamba tupo tayari na tupo tayari kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaivusha Simba kuelekea katika hatua ya nusu finali. Na sisi kama wachezaji tunatambua wa jukumu ambalo lipo mbele yetu na kizingatia kwamba hakuna wakiangalia mashabiki wanachama, na kila mtu na kila Mtanzania ambaye anapenda mpira ma matarajio yao ni kwamba kesho tunafanya vizuri, lakini matarajio hayo yanabibwa na na sisi wachezaji. Kwa hiyo ninawahakikishia kwamba na niwaombe wapenzi na, na na kila mtu ambaye anapenda mpira ajitokeze kwa wingi kesho, kuhakikisha kwamba kila ambacho wanakitarajia sisi kama wachezaji tumejiandaa nacho vizuri na tutaenda kufanya vizuri kuhakikisha kwamba ile imani ambayo wao wanayo kwamba hii tunavuka na tunavuka kweli. Tayari kushafika kwa maana kwamba tuna siku moja tu ambayo ni kesho. Kwa hiyo kama wachezaji kila mchezaji yupo vizuri na niseme tu kwamba kila mchezaji ana hamu ya kucheza mechi ya aina hii na tusingatie kwamba tupo nyumbani mbele ya mashabiki wetu ya Tanzania, kila mchezaji yupo tayari kuhakikisha kwamba anapambania timu. Kwanza kabisa Neno la kwanza ambalo nimewaambia kwamba hii hatua ambayo tupo ni hatua ambayo kila mtu kashaifanya. Yaani tusijivunie hii hatua ambayo tupo nayo sasa hivi. Kwa hiyo jukumu lao kubwa ambalo limewafanya leo hii wapo Simba ni kuhakikisha kwamba tunatoka katika hatua hii na tunaenda katika hatua inayofuata. Kwa hiyo ni kuhakikishia kwamba wachezaji uh, wangu ni waelewa na tupo tayari kwa ajili ya pambano na na kuhakikishia kwamba kesho tunavuka.